uweza kuona namna gani ambavyo michezo yetu tunavyoshiriki e, ligi yetu inakuwa inavutia sehemu mbalimbali duniani. Leo nitumie nafasi hii kupongeza Azam kwa uwekezaji mkubwa katika ligi ya Tanzania. Hongera sana Azam, kazi kubwa umefanya, umewekeza fedha nyingi. Watanzania wanaona, dunia inaona, na wachezaji wanavutika kutokana na fedha ulizowekeza kwenye ligi yetu. Nataka nishauri mheshimiwa waziri, umeweza kuona ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya Uingereza mheshimiwa waziri inaongozwa na bodi ya ligi ambayo inaitwa EPL <coughs> lakini pia Federation ya Uingereza ina ligi yao FA. Hizi ni ligi mbili, na bodi ya ligi ya Uingereza inasimamia kila kitu, masuala mazima ya ligi kuu ya Uingereza. Tumeona ligi kuu ya Spain inaongozwa na bodi ya ligi. Mheshimiwa naibu spika, pale Spain kuna bodi ya ligi inaitwa La Liga, inasimamia masuala mazima ya michezo katika ligi ya Spain, lakini pia Federation ina ligi yake hapa Tanzania, nimpongeze Mheshimiwa Ledga leo, leo, leo, Chila Tenga kwa kuanzisha bodi ya ligi ndani ya idara ya TFF na imekuwa nzuri, na toka ilipoanzishwa mwaka 2008 ilikuwa imeanzishwa ikiwa chini ya idara ya TFF, lakini malengo ilikuwa ije baadaye ijitegemee kama zilivyo bodi za ligi ya Uingereza, kama zilivyo bodi ya ligi za Spain. Sasa bodi yetu bado iko chini ya TFF, tunaomba Mheshimiwa waziri bodi hii uiboreshe iwe ni independent ijitegemee. Tunaona bodi ambayo haijisimamii, asubuhi inatoa matamko haya, jioni inatoa matamko haya. Hii inaonekana nyuma ya pazia bodi inasukumwa. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa waziri bodi hii ijisimamie. Tunafahamu ligi kuu ya Uingereza inasimamiwa na bodi ya ligi kuu. Naam, Mheshimiwa Gulamali wewe ni mbunge mzoefu Usilingize Bunge kujadili vitu ambavyo bado havijafika rasmi. Vitu gani? Kanuni, mheshimiwa, ya 81 inakataza kujadili kutuhumu mtu au chombo ambacho hakina nafasi ya kuja kujitetea, wakati we unasema huo unasema. Mheshimiwa Gulamali, kanuni ya 84 ukikataa maelekezo ya kiti ya Spika unashitakiwa kwa kanuni. Umekosa kosa nidhamu. Na ukipinga kanuni ya themanini na nne unakwenda themanini na tano ndio mbaya kabisa, hata ubunge hutagombea. Usituhumu chombo chochote mheshimiwa. Nakuomba, mi nakusaidia tu, kuna kesi hapa ilitokea ya mheshimiwa mmoja mkubwa na mbunge mundani kuzungumza vitu ambavyo, unatoa maamuzi, unalalamikia maamuzi yaliyefanywa we hukuwa sehemu ya we hiyo chukikao na mimi kwa kukaa hapa naweza nikaingizwa kwenye kesi yako. Punguza munkar, changia mambo ambayo una uhakika nayo. Endelea mheshimiwa. Naibu Spika, naomba muda wangu ulindwe. Mimi nazungumzia muundo wa bodi zetu za ligi zilivyoanzishwa. Ukienda Uingereza, kuna bodi ya ligi inayojitegemea inaitwa EPL. Mheshimiwa, ukienda, Mheshimiwa ukienda, unabodi, Mheshimiwa unabodi, Mheshimiwa unabodi. Haya makofi hayatakusaidia, hayatakusaidia, utakopelekwa kwenye kikao cha nidhamu. Haya makofi hayatakusaidia, wote ha, watakutizama tu. Unapuuza maelekezo ya kiti, unalalamikia ma, una, maamuzi ambayo sio sehemu yetu hapa. Endelea. Mheshimiwa naibu spika, napokea maelekezo lakini silalamiki, ninazungumzia ma, muundo wa bodi za ligi duniani, ninazungumzia bodi hii. Mheshimiwa Gulamali, umezungumzia bodi hii asubuhi, nasema hivi jioni, nasema hivi, it's recorded, bodi ya ligi ya Uingereza. Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa Gulamali, muda wako umekwisha, kaa chini.